Na tukiangazia mengine ni kwamba mamia ya wajane wamezindua rasmi chama chao katika eneo bunge la Malindi, kaunti ya Kilifi kama njia moja ya kukabiliana na changamoto zinazowakabili. Chama hicho kimewaleta pamoja wajane wengi kwa malengo matatu makuu, ikiwemo kuboresha uchumi na nafasi zao katika ulingo wa siasa. Baadhi ya wajane hao wamelalamikia kutengwa kwa muda mrefu huku hali yao ya kiuchumi ikidorora. Kila zetu ni tatu. Social empowerment, tujuane vizuri. Economic empowerment, tuinuane na tuinuliwe, kama leo mbunge amekuja kutuinua. Ya mwisho ni political empowerment. Tunataka mjane akahesabiwe mjane mpaka afikishe miaka sabini ndio anze kulipwa kazi, pesa za uzeeni. Kama ako miaka thalathini atafika lini hamsini? Si hapo kuna mraba mkubwa sana. Kuna makundi kumi ambayo leo hii mutaondoka na tenti moja moja. Makofi makofi. Vilevile nilikuwa nimeleta viti mia, kumaanisha haya ni makundi mawili ambao nitawapatia viti hamsini kundi moja, hamsini kundi lingine. Wale wengine nane, tutaangalia wenda nitawapatia pesa, mwende mkanunue viti, ama mtafanya huo mradi wenu. Tunaweza kusimama sasa hapa kuweza kujadiliana mambo ya mjane na jinsi ambavyo viongozi wanaweza kushirikiana na wajane katika kuwainua na kuweza kubadilisha maisha yenu.